Riziki na unachokipata katika riziki yako, kwenda kwako mbio sio sababu ya kuongeza riziki yako, lakini kumcha Mola wako ni sababu ya kuiongeza riziki yako na ni sababu ya kuifanya riziki unayoipata iwe na baraka, iwe na heri. Furaha sio kuwa na mali nyingi isiyohesabika. Furaha ni mali ikupa utulivu, sio mali ikutie wazimu. Mali ikupa utulivu, ukiangalia mali yako alhamdulillah, unapata furaha kwenye moyo wako, haikushughulishi. Lakini unapata mali akiba huyu biskuti mchanganyikiwa, akiba huyu pipi mchanganyikiwa, akiba huyu unaenda kwa mganga, mpaka huna raha. Una faida gani na mali? Wengine wana mali, watembea miguu chini. Ana mali, kalala kwenye gari, hana pa kulala. Kwa nini? Una heri gani na mali yako? Mali kupa utulivu, mali yenye baraka, mali yenye kheri, sio hoja kuwa na mali nyingi hujui hesabu yake alafu huna amani katika maisha yako. Lakini hifadhi utaipata kwa wewe kumcha Allah subhanahu wa ta'ala.